Kama ningekwambia kwamba unaweza kuanza biashara ukiwa na mtaji wa milioni mbili tu na kuweza kutengeneza faida ya milioni kumi ndani ya muda mchache, ungeniamini? Jina langu ni Haika na ni mjasiriamali na niko hapa leo kukutajia biashara tano ambazo unaweza kuzifanya na ukiweza kutengeneza faida nzuri kabisa kwa muda mchache, so hakikisha umeangalia video hii mpaka mwisho, ili ujionee fursa mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kwa muda wako wa ziada ili kujiongezea kipato. Biashara ya kwanza ni biashara ya mtumba. Biashara hii haijawahi kufa hata siku moja, kwa hiyo kinachohitajika tu hapo ni kuweka bajeti yako vizuri okay, usinunue mzigo kiholela yes. bajeti milioni moja mpaka milioni moja na laki tano ni kama bei ya kununua mzigo wako, hakikisha yes. kwamba unanunua mzigo mtumba grade one yes. kuepuka kununua mzigo ambao ni mbovu, ni mchafu. Nunua mtumba grade one yes, mtumba ila laki tano yako iliyobaki unaweza ukaitumia kwa ajili ya matangazo ya Instagram, yes, ya kuibudget kwa ajili ya matangazo ya Instagram, Facebook na, na TikTok. Biashara ya pili ambayo unaweza kuifanya ukiwa na mtaji wa shilingi milioni mbili kushuka chini ni biashara ya saluni. Biashara hii ni nzuri sana endapo um, utaifanya vizuri, utakuwa na huduma nzuri ambayo ina matokeo mazuri kwa mteja wako. Kwa mtaji wa shilingi milioni mbili, milioni moja unatosha kabisa kununua vifaa vyote ambavyo ni vya muhimu. Unaweza kwenda kutengeneza watu nywele, ukawaosha watu nywele, ukawafanyia scrub, ukawafanyia huduma zote. Wanawake tunapenda kutengeneza kucha, tunapenda vitu ambavyo yani ni vizuri, na wanawake ni wengi Koyo, ambazo. Kwa hiyo tengeneza content nzuri ambazo zitakuwa zinaonesha namna gani huduma yako inaweza kumsaidia mteja, tangaza kwa kupitia mitandao ya kijamii. Tutafutumia laki tano kwa ajili ya kutengeneza peji yako ku kutipi take picture nzuri, video nzuri ambazo zitaweza kuonyesha uhalisia wa ile kazi ambayo unaifanya kwenye hizi social media zote. Nikuhakikishie tu kwamba kwa, kwa kupitia huduma hii ni lazima utafanikiwa kwa haraka na kutengeneza faida shilingi laki tatu mpaka laki tano ndani ya wiki moja. Biashara hizi nasema kwa sababu nina experience nao, nimeifanya na nimeona ni namna gani inaweza inavyoweza kuwafaidisha watu kwa haraka zaidi biashara ya tatu ambayo unaweza kuifanya ukiwa na mtaji chini ya shilingi milioni mbili ni biashara ya vyombo na mapambo ya ndani. Jamani, hii biashara ni nzuri sana, ni best, ni biashara ambayo utaifanya ukiwa umerelax, nikimaanisha kwamba ukiwa umerelax kwa sababu kwamba unakuta ni kitu ambacho ni rahisi kuuza. Tengeneza, anunua vyombo labda Kariakoo au kununua kwa mtu ambaye anauza kwa jumla, even has tunauza vyombo kwa bei ya jumla. Yes, unaweza ukaja ukanunua vyombo vyako vya shilingi laki tano milioni moja Yes, ukatengeneza seti nzuri nzuri, weka bei ambayo ni rafiki wa mama. Tupenda kupigwa kwa hiyo, hakikisha kwamba unauza bei ambayo ni rafiki. Ninahakikisha kwamba ni biashara ambayo ina faida nzuri sana, ambayo unaweza kuanza ukiwa na mtaji mdogo. Hauhitaji duka, unachohitajika ni picha nzuri. Tafuta location nzuri ambayo utaweka angle yako nzuri, post kwa sisi. Ninahakikisha ndani ya mwezi mmoja unaweza kurudia kununua mzigo mara mbili mara tatu kwa ile ile milioni mbili yako, na ukapata faida mara mbili mpaka mara tatu ya ile pesa. Kwa hiyo ni wewe tu kuko sisi, ni wewe tu kujua test ya watu, weka bei ambayo ni rafiki, kuwa committed nayo. Unaweza ukaifanya ukatenga muda wako kupiga picha o ni usiku tu, yani haikuingiliani na ratiba zako za kila siku, so hakikisha kwamba unajaribu kufanya hii biashara. Yes, ninakupa ninaongea hii biashara kutokana kwamba nina experience nayo na nimeifanya. Biashara ya tano ni biashara ya kuagiza bidhaa kutoka China hadi Tanzania. Hii ni biashara nzuri sana na ni biashara ambayo imewafanikisha matajiri wengi sana, especially Um, mtu yoyote ambaye ana mtaji mdogo, biashara hii akigarantii kwamba uwepo na pesa mengi ili uweze kufanikiwa. Yes, unachohitajika tu ni kwamba ni kujua ni namna gani ambavyo utaweza kuinunua ile bidhaa pale China, kuileta hapa Tanzania, as long the hiyo bidhaa inaweza kuja kumsaidia mtu kusolve tatizo lake lolote ile. Yes, unaweza ukanunua bidhaa yoyote kama uh, ukanunua simu, kanunua ukanunua any accessory, ukanunua fridge, ukanunua au oh, when anything ambacho unajua kabisa kwamba kinakuja kumrahisishia mtu maisha hapa Tanzania yes, na utakipata kwa bei nafuu sana. Cha muhimu kujua ni namna gani ya kupata ule supplier, yes, namna gani ambavyo unaweza kwenda kumlipa na namna gani unaweza kusafirisha ule mzigo wako kuja Tanzania kwa bei nafuu jamani, bei nafuu yes. Kwa hiyo ujue kwamba sio wewe pekee yako utakao unafanya hicho kitu. Kwa hiyo lazima uwe mbunifu, uangalie ni hiyo bidhaa yani, uwe na hesabu nzima ambayo inaweza kukuletea hiyo bidhaa hapa kwa bei nafuu, ili uweze kucompete na soko ambalo liko hapa nyumbani. So, um unachohitaji tu kujua ni kwamba ni namna gani ya kuweza kununua bidhaa yako na ni namna gani ya kuja kuiuza. Yes, kwa mtaji wako wa shilingi milioni mbili na kupungua chini basi, ni pesa ambayo itakutosha kununua ile bidhaa yoyote ile ambayo una yoyote ile na kuisafirisha kuileta hapa Tanzania, na pia itakusaidia kutengeneza peji yako vizuri. Tengeneza picha nzuri, tengeneza content nzuri ambazo zitakuwa ni zinamfanya mtu atake action ya kununua kwa haraka kuielewa ile bidhaa yako yes, na pia weka bei ambayo ni rafiki kwa kila mtu, ili uweze kuuza kwa haraka so kwa hiyo ambayo unatamani kujua ni namna gani ambavyo unaweza kununua bidhaa yako kutoka China mpaka Tanzania, haujui chochote basi, Ego Business tuko kwa ajili yako. Comment hapo chini kwamba unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na kuagiza bidhaa, na wame nitakuja kwenye deal yako, ni kukuonesha ni namna gani ambavyo unaweza kujua utaratibu mzima wa kuagiza bidhaa na kujua zaidi kuhusiana na hii biashara ya, ya kuagiza bidhaa kutoka China. Biashara zote hizo tano sio ndoto. Biashara zote hizo tano zinawezekana, kwa hiyo unaweza ukaanza hata sasa. Endapo utatamani niendelee kutengeneza video kama hizi, basi ni kukaribishe tu kwamba uweze kusubscribe kwenye hii chaneli yangu, share na marafiki. Hivyo ndio unaweza kunitia nguvu na mimi kuendelea kujua kwamba wewe unahitaji kuendelea kupata video kama hizi. Yes, so Do me a favor, please make sure kwamba ume like na ume share na marafiki zako kwenye WhatsApp, Instagram whatever utakapoweza kufanya. Na pia kama utakuwa umependa kujiunga kwenye programu yetu, uwe karibu zaidi na wafanyabiashara wengine, tubadilishane ideas, basi kuna link hapo kwenye profile yangu, ambayo au hapa chini, itakupeleka wewe moja kwa moja kujiunga kwenye magrupu yangu ambayo yatakuweka karibu zaidi na mimi ili tusipotezane. Yes, tukumbushane namna gani ambavyo tunaweza kuendelea kibiashara.